Kitokea baada ya mimba kuharibika, haijalishi mimba imeharibika hospitali, daktari ndo aliemphasize mimba itolewe au imeharibika katika mazingira ya nyumbani, au we mwenyewe ulitumia mbinu mbalimbali kutoa mimba, then baada ya hapo unaanza kupata dalili kama kupata homa. Homa kali ni moja kati ya dalili ambazo zinatokea zikufanye urudi hospitali mapema. kwa sababu mara nyingi hii dalili huwa ina signify au inaonyesha kwamba mtu anaweza kama ameanza kupata maambukizi makali ya bakteria ambao mara nyingi kwa kipindi hicho huwa anashambulia kizazi kwa hiyo ukimfuatilia unaweza kukuta hata ule uchafu unaokuwa unatoka sehemu za siri kwa kipindi hicho, of course, mara nyingi kwa kipindi cha wiki moja mpaka siku 14 uoga wanatoka damu pamoja na maji maji. Kwa hiyo unaweza kukuta ile maji maji na damu inayokuwa inatoka zinakuwa na harufu na pengine tumbo linakuwa linamuuma sana, lakini pia anapata homa. Kwa hiyo inakuwa na signify kwamba huyu mtu sasa amepata maambukizi makali ya bakteria kwenye kizazi. Huwa ni hatari sana kwenye kipindi hicho, kwa sababu katika kipindi cha ujauzito na mpaka mimba inakuja kuharibika, kizazi kinakuwa na mambo mengi moja kati ya mambo yanayotokea ni kwamba kinga ya mwili kwenye kizazi huwa inashuka, lakini pia kizazi huwa kinapelekewa damu na mishipa mikubwa. Kwa hiyo ikitokea kuna maambukizi ambayo yanaweza kapelekea kutunga usaha, basi ni rahisi kwa mwili wako wote kuathirika, lakini kwa upande mkubwa wa kizazi. Kwa unaweza ukajikuta, unakuja kupoteza uzazi kama ikitokea kizazi kimetunga usaha, au hata afya yako inakuwa hatarini. Ikitokea maambukizi makali yametokea kwenye kizazi, inakuwa ni rahisi yale maambukizi kupanda kwenda sehemu nyingine za mwili na kushambulia mwili mzima. Sasa hichi kipindi sio kipindi cha mtu ambaye amefanya mimba amefanya abortion illegally, au ametoa mimba vichochoroni aanze kuanza kuogopa kuja hospitali. Hichi ni kipindi ambacho tunatakiwa kujali uhai wako kwanza. Utafika hospitali utahudumiwa bila kunyanyaswa. Kama una hizi changamoto pamoja na changamoto nyingine za uzazi wasiana na Dr. Budodi ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo hii ni afya ya kiganjani, tiba mtu